Kuna video moja kali sana Afrika Mashariki, moja kati ya video ambazo zilitabiriwa makubwa sana, kwa sababu either ubunifu ambao umefanyika, lakini pia investment ambayo ipo kwenye hiyo video. Hii video inaitwa ha ha ha, ni nyimbo ya Mario ambayo imefanywa chini ya director Joma, lakini kwenye lighting yuko mbobezi. Video inaanza inafunguka tu uh, Mario anavishwa crown mm, ya uking ah. alafu fitna mbaya zaidi ambayo mmeifanya kwenye video ni kwamba, wakati wale wazee wawili wanamvisha ile crown mm, Mario mnamsikisha gazeti ambalo kwenye lile gazeti mm, kuna king mwenyewe ambaye anajiita king wa Bongo Fleva mm, Alikiba. Mm, nataka maana ya ile scene, kwa nini mliamua kufungua ile video? kwa kumvisha ile crown Mario. Okay. Kwanza kabisa kila mfalme ana wakati wake. <laughs> Unaelewa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ufalme wao wengine ufalme ulishapita because there's a new king in town. Ndio maana anaanza na vishwa crown. Kwamba they all need to be alerted kwamba bwana, there's a new king in town. Kwa ile maana ya ile scene ile, ile maana yake ni king wa Bongo Flavor. Yes. Yani, king wa Bongo Flavor kwa kizazi hiki cha sasa hivi. Sasa kuna hizi era tofauti tofauti, kuna, kuna, kuna, tofauti, kuna era za, na ambazo pake na na kina Alikiba huko kina TID na wengine hmm, wa Kongo wa zamani, ile era yao imepita, lakini kwa kizazi hiki usiposema Omari ni uh, uh, king la nani? wenye ile scene na, uh, na Mario alichukuliaje ile wazo uh? mara nyingi mara nyingi tumesema mara zote uh, producer wa, wa, wa, wa video za wa Mario ni Mario mwenyewe. Almost asilimia tisini ya video zote zinafanywa na Mario yeye Omari mwenyewe ndiye anao produce. Atafanya nini kwa sababu mimi nakuja na auto production na nyinyi mnafanya production. Mimi nakuja na wazo langu story yangu hii hapa. Bwana, kuna mtu wa lii anaipo shilingi ngapi? Shilingi kadhaa. Hapa director, wewe kudirect na kushuti na kuediti shilingi ngapi? Shilingi kadhaa. Lakini yeye bwana, bwana lakini yeye Omari wanasimamia kila kitu anafanya ie, kwa hiyo zaidi ya asilimia sabini ni ya msanii mwenyewe. Video ina dancers wengi sana, dancers wa kutosha mm. Nini kilifanya amfikirie kuwa na dancers wengi mm? Vile, kwanza ukizungumzia katika wasanii wa Tanzania, hasa kizazi iki sasa hivi Gen Z, msanii mm, ambaye anahitaji kupata madansa wengi zaidi kwenye video yake sababu madensa wengi sana wamchukulia kama, kama ni kama, tuseme nini, kama baba kwao kwa sababu yeye ndo amemtoa Chino man ambaye madensa wengi pia wanamwangalia Chino kama icon. Kwa wakimwangalia Bwana Marioo ndo alimtoa Bwana Chino, wengi wanasaba kikaa wa nana na, bwana mkubwa hapa ni rahisi kwenda maana okay. Yeye e, madensa kwake si tatizo. Kwa mfano kuna video yake moja, ni visualizer action nyingine, dunia ile dunia, nilikuwa haikuwa scripti, sumba sweep, tupanga nini, ni sanani za usiku tumekaa madensa, madensa, simu moja dakika, sio sawa, simu moja tu nataka madensa ishirini, nataka madensa kumi na tano, madensa hamsini, madensa sitini, sio shida zake. Okay, sawa uh, video imefanyika maeneo gani? Video vimefanyika Dar es Salaam hihii, tulianza kushuti Moroko hapa nyuma ya i, i, Victoria, Victoria Press kwa nyuma huko na barabara ya mtaa wa nyuma, ambayo na jamaa wa hospitali mitaa ile ile sini ambayo anaonekana ipo kwenye gari natembea, afdheni yeye kama mnig'inia vyomelala ilianza pale. Baada ya kutoka pale, tukaenda kushuti kwa poster, ndio ile seti ya pale sheli, ile seti ya mwamvuli na nasinashkwee gari kwenye gari, seti ya pale ndani ambapo zombe imekaa kwenye meza nabamizwa e, kwenye ukuta polisi polisbamia kwenye, kwenye gari ile ni poster afeni. Baada ya hapo, tukatoka tukaenda uwanja wa Taifa, ambapo ndio zile vurugu na madansa wengi, mapikipiki, magari, hiyo ndio tukashuti siku ya kwanza. Alafu siku ya pili tukashuti, tulianzia set ambayo amesimama, amesha gazeti And then, na inayofuata ilikuwa ni hapa, inaonekana ipo nani, kusa anaonekana mbuzi, ili ni eneo moja tu set up hapa na hapa na hapa na ni sehemu moja tu Then baadaye hapo tukatoka tukarudi studio. Studio ndio tumefanya setup nyingi zaidi zaidi. Kwa mfano kuna set ile anavishwa clown eh, kwa studio ile. Set amekaa kwenye kiti then feni nazunguka juu, kama ipo kwa juu ambapo inaonekana yeye pamoja na Melody, ile pia ni studio ile. Set amekaa kwenye pikipiki ni studio, na set nyingine zote zilizobaki hapa ni za studio zote. Okay, yeah. kwa ni siku uh, siku mbili yes imeisha. Ni mm -hmm. asubuhi mpaka jioni au asubuhi mpaka saa tisa mpaka saa kumi na moja sometimes. Okay, sawa. So umezungumzia uh, seti ya kwenye gari ile Mario anaimba alafu kichwa kiko chini ukiangalia mm -hmm. ile scene watu wengi hatuelewi mlishuti vipi? mtu anaimba gari inatembea alafu mm -hmm. kichwa kiko chini mm -hmm. nataka kidogo uh, tujaribu kuangalia technical kwamba mlifanyaje mpaka kuipata ile sini, mpaka sisi walaji tukiangalia tuna enjoy, lakini mdo unaenjoy, unaogopa kwamba watif akianguka pale kwenye kwenye ile barabara ambayo gari inatembea, afu gari inaonekana iko spidi vile vile ile ile sini ikoje? Ah, ile ni kombi ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili, Volkswagen kombi pickup ambayo nyuma ina, ina nafasi kubwa mizigo kwa pale nyuma, palikuwa na crew wamekaa hapo. Palikuwa na generator ambayo tunaziita watu wa light, tunaziita hotspot. Ni kama jenereta fani kama kadogodogo, lakini ina uwezo wa kuzalisha umeme mwingi. Alafu ndani palikuwa na camera guy, alafu kuna mtu wa grip ambaye alikuwa ameshika taa, shara tu mamenye shetu the gaffer. Then palikuwa na mtu ambaye alikuwa anamhold msanii asije akatripa akadondoka. Kwa hiyo palikuwa na crew kama watu nane saba hivi kwenye gari. Ndani ya gari. Ndani ya gari ambayo ni pickup truck alikuwa amelala nusu, anabembea then natembeasaa na, okay. Mm. Okay, ukiondoa dancers video ina watu wengi sa. Sana, yani watu wengi, watu wa kushiba yani, mm. Wakati mnasikiliza audio kwa mara ya kwanza mnategemea kwamba video inahitaji watu wengi uh, for the first time, uh, yani kikubwa tofauti na video nyingine ambazo mtu anakutia video then anakwambia bwana, mimi na idea yangu, nipe idea, tuchakate mawazo pamoja hii iko different na kama ningekwambia, Omari yeye huaga, yeye ndo anakuja na idea yake. Bwana mimi idea yangu iko hivi, nataka video yangu iwe hivi iwe hivi iwe hivi hivi hivi. Wanaposema si maproducer na ma producer, Omari ni producer. Anapokuwa anaandika nyimbo yake tayari anakuwa na picha ya video yake nakuaje. Kwa hiyo akija kwa director tayari anakuja na blueprint yote mbavyo video yangu nataka iwe hivi iwe hivi iwe hivi iwe hivi. Kwa ni wewe uwe execute vile ambavyo anahitaji video yake hiyo. Okay, sawa. Pamoja na kwamba video ina watu wengi hmm. Uh, imejaza watu wengi dancers wa kike wengi, dancers wa kiume wengi kama jinsi ambavyo umesema kwamba Mario kwa issue dancers wamchukulia kama baba hmm. Naona sababu hata TikTok akitoa nyimbo majenzi wengi wako TikTok. hmm. Uh, nyimbo inaenda labda kwa sababu ya sababu hiyo muona kama brother kama baba hivyo kama jinsi ambavyo umesema. Sasa kuna issue ya selection ya wasanii. Kuna wasanii wengi sana kwenye hii video na pengine video za, kukua, za kubeba wasanii ama watu maarufu wengi hazijafanyika muda mrefu. Mtu ambaye alikuwa anafanya hizi video alikuwa ni Mwana FA na AY kwenye habari ndio hiyo. Ukiangalia pia na ngoja ageuke walifanya vile, yes. Sasa Mario kwa kizazi hiki cha kwake, kizazi kigumu sana, wasanii wengi wamekuwa wakubwa sasa hivi mm. hendomet yao inakuwa tofauti na zamani mm. Kwanza nataka kujua wakati analeta wazo kama jinsi ambavyo wanasema kwamba yeye ndo producer, make yeye ndo anakuja na idea mm. wakati analeta wazo la kutakuwa na wasanii wengi mm. filamu ya kwanza ile, main idea ilikuwa ni nini, why wasanii wengi wawe kwenye video? Actually, sasa hapo ndipo kwenye zile asilimia sabini za kwake yeye zinaingia asilimia thelathini za kwetu sisi kwamba tuwe na wasanii wengi. Kuna mtindo fulani wa, wa video ambao kidogo kwa kipindi cha karibuni umekuwa umepotea na ndo kitu ambacho pengine sasa hivi kinachofanya Joma aonekane kama, kama, kama mpya lakini kama bado ipo machoni mwetu ni, ni ule uzamani kuweta kwenye usasa sisi hatufanyi kitu kipya, tunafanya vivyo zamani, ila tunavi fabricate, tunaongezea udambi, udambi. Kwa hiyo zile, thindo, video hiyo na samii wengi ambao mvuto za, ya thelathini okay, watu wengi ambapo italeta ule uzamani kwamba ule, ule umoja ushirikiano mshikamano uonekane kwenye video sawa. Selection ilikuwaaje sasa wasanii gani tunahitaji? wasanii wengi sawa, ni wasanii gani ambao tunawahitaji, nani na nani atakiwaaje Actually unaona, kwa mfano wote wa, wa, wa, wa, ambao walionekana kwenye video ambao pengine mtu alionekana kwenye gazeti wote atakiwa awe hapo kwenye set. Lakini sasa kutokana na majukumu mbalimbali hapo tofauti na shughuli zao nyingine, wengine wa walishindwa kufika, na ndio tukaja na kama wengine tukao tumewakosa basi tufutu, ili wasikosenekane, wa, wa, wa, wa wa, wa wasikosenekane waonekane basi tutengeneze gazeti ambayo kwenye gazeti ataonekana na wakili wangu. Kwa haraka haraka idadi ni wasanii wangapi ambao umetakiwa mwe nao? Ah, sasa yani sisi tunataka industry nzima. Kwa sababu ukiangalia kwenye ile video kuna watu wengine unaona mule kama kuna kuna kuna kuna yule dada ambaye kwenye ile scene kwenye Mario yuko kwenye pikipiki dada mmoja, na, na track hivi. Unataka kesi ni dancer yu, si dancer? Wewe ni makeup artist. Sinaelewa. Kwa kuna ma artist wengine mule wapo waigizaji sawa na wengine tu mama artists watolaji ma watu wa seti wapo, mlo umeingia, lakini wengine bado usiwajua maana ya wasanii, lakini sisi lengo lilikuwa ni kwamba wasanii wengi wezekanavyo. Nadhani pia inawezekana, ndio sababu pia. Je, ni vipi na watu wengi? Sababu kila mtu ambaye ameapia kwenye ile video ana, ana mtu wake pia, ambaye naye anamfuatilia kwa nani na ah, kumbe msanii wangu naye yupo, msanii wangu naye pia yupo. Kwa hiyo imefanya ile video imeenda pia okay. Mm, sawa kama ulivyosema kwamba umetaka industry nzima Bongo Movie wapo, na wakina yes, Zailisa wako pale, kina Isarito naona wako pale, wasanii wa singeli wakina Dula Makabila wako mm, pale, wasanii wa Bongo Flavor ndo wengi ipa hapo, wakina Kontawa wako pale na ndo na tulifanikiwa kuwaweka dogo kwenye video pamoja, yes. Nataka kujua uh, moment ya kuwa host ya wasanii wote mm, eneo moja na ilikuwa ni siku ya ngapi ya video hiyo kati na shoot ile zile scene za wasanii? Uh, uzuri, uzuri, Omar mwenyewe ana ushirikiano mzuri sana na manager wa Omari, yeye yeah, anampigia msanii msanii anakuja, wanaona wana, mazungumzo mazungumzo wao wenyewe wakimalizana, waki hata amekaa nasubiria hata masaa matatu kwenye gari yake amekaa nasubiria, wakati tatizo fike ndio saa jambo lake. Mtu kama mtu kama mtu kama mbuzi ya unya, amekaa almost masaa manne anasubiria. Mtu kama Kusa, tumekaa naye muda mrefu, tumelipwa na tume tume tafuta ile setup ya kufanyia pale. Sio tu, kuna jengo la kwanza ile Mkapa House pale posta mpya pale, ikashindikanika tukaruka na tukaenda jengo lingine pia ikashindikanika, then tukaja hapa TCL kwa nyuma hapo, kaja GSM tukapata pale, tukafanya. Muda wote tuko naye, tunazunguka naye, na wala ni sio si mtoba na unajua mba mbali na, mba, na, na na mkubwa mimi msanii sio ni ni na mimi watu kuna have fun na enjoy, tuko pamoja, story nyingi zinaendelea na mambo mengine. Nahisi mambo mengine pia yalizaliwa hapo makolabo na vitu vingine kadhaa. Okay. Kwa hiyo hakuna uh, muda ambao mlipata wote, kila mtu anakuja kwa muda wake, video ndio imeunganishwa kwenye matukio. Kwa mfano unakiona zile simu za uwanja wa Taifa, wale wote walikuwa pale wakati ule. Wasanii wote kwa makabila dogo pikipiki pikipiki mengi, ninyi wote pale walikuwa kina Chino hasa experience ya sababu okay, wasanii tumezoea uh, muda kama huo kukutana wote ni kwenye show yeah. Na wakiwa backstage, maana kila mtu anakuwa nawaza kwamba anaenda kuua wenyeh yeah. Sasa nataka kidogo ushare na sisi kwa namna ambavyo wamekutana sio kwenye show mm. Sio club wala sio msibani, sio kwenye sherehe, lakini kwenye video ya msanii mmoja mm. Alafu wasanii wengi wenye majina makubwa wako Location ni moja mm -hmm. Stories uh, zile attachment zao, jinsi ambavyo, the way ambavyo walikuwa wana wanawanaisubiri hiyo video ilikuwaje? Kitu kingine ambacho watu hawajui, watu wanaona wana wana ile competition ya muziki kwenye media na nini, wanaishi pia wasanii kwamba na wenyewe wanaishi maisha hayo hayo, which is not true. Watu wana mingo mzee, wanakutana wanapiga story, wanacheka wanafurahi. Wana jokes za kila aina, kanao hivyo hivi. Ndio stori zao kwenye media huko, wakati mwingine kwamba zinakuwa ni biashara tu hivyo, lakini wenyewe kama binadamu wakikutana, enjoy watu wanapiga stori, yeah. Okay na ile scene ya Paten na Sergeant japo Mario alizungumzia kidogo kwamba haikuwa ngumu kwa sababu yeye ni wadogo zake na nyimbo ile watoa ni salio ambayo ni ya kwake yeah, kulibidi yeye ndo awarudishe mm. Directors, watu ambao mlikuwa mna shoot, najua mlikuwa mnawaelekeza namna gani ya kukaa mpate picha nzuri mm. Nataka hiyo moment ilikuwaje na mlikuwa mnaona nini kati yao? <laughs> watu ambao sisi huku mashabiki tunaona e, hawa watu wa hivi, alafu mnawaelekeza wakae sehemu moja kwa ajili najulikana wazi, iko wazi, mmoja ni mkubwa kuliko mwenzie, bado ile pale, lakini ni mwanangu nye lakini nashukuru Mungu waifika muda sababu tupo kwenye kazi. Haya mambo yenu personal ni, tunafanya kazi. kuna mmoja pale, lakini kama ingekuwa pengine ridhaa yao wenyewe tu pengine hata asingeweza kufanya vizuri, lakini sababu ya heshima aliyonayo Mario, kwa sababu alimba nyimbo yake nayo kwa ni kama vile alikuwa anarudisha heshima kwa bro. Okay, sawa, video liingia kitani mpaka sasa hivi na zaidi ya milioni tano, ni watu wengi sana ni kati ya video za Mario ambazo zime zimekuwa na mapokeo mazuri sana ya muda mfupi kwamba ili blow up, kila mtu alikuwa naiongelea, lakini wengine wakaenda mbali zaidi na kusema inaweza kuwa ni video bora kwa mwaka huu elfu mm. mbili na ishirini na tano mm. kwa hiyo, na kwamba video nyingi zimefanyika na wasanii wengine wakubwa kwa Mario, lakini watu wengi, wadau wa muziki, wakaona hii inaweza kuwa video bora mm. mliofanya hii video watu wanaanza ona, ku comment hivyo vitu kwamba labda hii ni video bora. Nataka jinsi ambavyo mapokeo yake nyinyi mlioifanya mlikuwa mnaongea kitu gani, vipi? Lakini hivi, nataka video bora kweli? Mi sio mdau, mi ni shabiki wa kawaida, sijui nyinyi, video bora kweli? kwa wanaosema, wanaokiona kitu bora ni wale wanaokula. Sisi kazi yetu ni kupika, ku deliver mezani wanaokunywa wanasema, okay kitu ni bora, sababu wao ndio wanao concept hiyo kitu. Lakini kuniza mimi, mimi nitasema vyovyote vinavyojisikia, sababu mimi ndio mpishi bwana. Lakini ili kupata e, eh, ma, matokeo mazuri au ma, ma, ma, maelezo mazuri, lazima mtu ambaye amekula yeye, eh, ndio aseme. Kwa hiyo kama wao wanasema ni video bora, ah, sami nani ndio anapenda sasa, sababu imefika hatua, imeshemenishwa raha mshirishwa na haa Naambia hii ni video bora ya mwaka, hii ni video bora ya mwaka. Kwa sababu tunasema tunaomba kusema okay? Kumbe video bora na video bora ya mwaka za shindano tunafanya sisi wenyewe. Basi sawa. Sisi hatuna cha kupiga kwenye hilo. Okay, yeah. Sawa. Ni video bora kwa maoni yangu mimi, ukiniuliza, kwa sababu kuna vitu vingi vimefanyika ambavyo havijafanyika muda mrefu. Kuwakusanya wasanii wengi wenye majina makubwa sehemu moja ni achievement kubwa sana. Labda pengine wadau wengi ndio maana wakasema hii ni video bora. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wa mashabiki wa kawaida, hata mimi nasema mmefanya video bora, mmefanya video nzuri. Tusubiri mwaka uishe, tuone kama kuna video ambayo inaweza kukompiti na video kama hii. Video inaitwa Ha, Ha, Ha ni Mario featuring wasanii wengi kwenye video. Kama hujaiona bado, iko YouTube, kaicheki uenjoy. You